Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa Sant Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu, ambapo leo tarehe 31 Desemba tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Sylvester wa kwanza, Papa mwaka 335 Zipo hadithi mbalimbali kumhusu papa huyu, lakini hizo hazina msingi wowote wa kihistoria. Hivyo papa Silivesta wa kwanza anajulikana zaidi kwa ajili ya mambo yaliyotukia wakati wa upapa wake kuliko kwa ajili ya yale aliyoyasema au kuyatenda yeye mwenyewe. Alizaliwa mjini Roma nchini Italia katika familia ya mtu Mroma aliyeitwa Rufino. Miaka kadhaa baada ya kupadirishwa na kupewa uaskofu, alichaguliwa kuwa papa mnamo mwaka 314, mwaka mmoja tu baada ya yale mapatano ya Milano. Tangu zamani ilikuwa ni marufuku kuwa Mkristo katika dola ya Roma, na kwa hiyo Wakristo wengi sana walidhulumiwa na hata kuuawa kwa ajili ya imani yao kwa Yesu. Lakini miaka michache tu baada ya Konstantino kujipatia madaraka kama Kaisari wa Roma alitoa sheria iliyowapa Wakristo uhuru wa dini. Sheria hiyo ilitolewa mwaka 313 nayo yajulikana kama mapatano ya Milano. Kwa hiyo basi, Silivesta alipochaguliwa kuwa papa wa kanisa zima, hali ya kanisa ilikuwa tulivu sana. Mateso ya wakristo yalikomeshwa mahali pote yalipotawala Konstantino. Makanisa yalijengwa kwa gharama ya serikali, siku ya Jumapili iliwekwa kuwa siku ya kupumzika kwa maofisa wa serikali, na kwa jumla kanisa liliendelea kustawi mahali pengi. Ni katika wakati huu huu ndipo kanisa la kwanza lilipojengwa kwenye mlima wa Vatikano mahali hapo alipokuwa amezikwa mtakatifu Petro. Jambo kuu jingine lililotukia wakati wa utawala wa Papa Silvesta wa kwanza ni kuitishwa kwa mtaguso mkuu mjini Nikea nchini Uturuki mwaka 325. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza kabisa kwa wajumbe kutoka sehemu zote za dola ya Roma kukutana mahali pamoja. Fundisho kuu lililotangazwa hapo ni kwamba Yesu ni mwana pekee wa Mungu Baba, mwenye hali moja na Baba, akiwa Mungu kweli na mtu kweli. Walitangaza pia kwamba Bikira Maria ni mama wa Yesu Kristo na mama wa Mungu. Papa Silivesta alifariki mwaka 335. Itukuzwe damu ya Kristo, milele amina. Mtakatifu Silivesta wa Kwanza, Papa, utuombee.